Mafunzo haya yanaendeshwa ya, ya huwa yanaendeshwa kwa e, kila wakati lakini kwa mwaka huu e, Tanzania ndio imekuwa mwenyeji na nashukuru wameichagua Mtwara kuwa wenyeji wa mafunzo haya. Tunatarajia baada ya mafunzo haya, watu wetu na washiriki wote watapata uzoefu zaidi, kuweza kuona e, wenzao wa wanafanya nini. Kwa mfano, nitakutolea mfano tunao wenzetu wanaitwa TARI Naliendele wako hapa ambao ndio wanasimamia masuala ya utafiti kuhusiana mazao mbalimbali mbali, ikiwepo zao la korosho la, la. Sasa washiriki wata, wa, wa watapata uzoefu namna gani TARI anachangia ana katika kufanya tafiti zake ikiwemo uzalishaji wa mbegu bora, lakini namna ya kukabiliana na magonjwa ambayo yanaathiri zao la korosho na vitu vingine mbalimbali mbali. E, lengo la mafunzo haya ni kuwawezesha kuwa na wataalamu mbalimbali ambao wanajifunza kwanza kutoka kwa sababu kuna washiriki kutoka nchi mbalimbali mbali, kwa watu wanabadilishana uzoefu, changamoto, mafanikio kutoka nchi mbalimbali mbali. Na kujifunza namna gani sio kwenda mbele kwa kujifunza kutoka kwa kila nchi ambayo ina nyiso katika zao la korosho, kwa hiyo wamekuja hapa Mtwara, ina maana pia kwetu sisi pia tutakuja kujifunza kwenye masuala ya ubora. Tanzania tunafanya vizuri sana ulimwenguni kwenye masuala ya utafiti. Tanzania tunafanya vizuri sana kwa ulimwenguni, karne aliendele, tunasema ni state of the, of the art ni wanafanya utafiti ambao nakubalika katika ngazi ya kimataifa. Kwa hiyo uwepo wa wataalamu hawa mkoani Mtwara pia wataweza kupata uzoefu na kujifunza kutoka, kutoka tar. Kwa kimsingi lengo la mafunzo haya ni, ni, ni kuongeza ujuzi na ushindani wa, wa tasnia ya korosho ulimwenguni ili basi tuweze kuwa na tasnia ulimwenguni ya, ya, ya korosho hususan barani Afrika ambayo inafanya vizuri na kuweza kushindana vizuri na kujua kwamba wananchi au wakulima ambao wanatumia zao la korosho wanapata masomo ya uhakika na endelevu, ili basi hili zao la korosho liweze kuinua uchumi na kuchangia katika maendeleo ya jamii kwa ujumla.